Mpendwa mtazamaji, e, kabla ya taarifa hizi, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze batoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu nikufahamishe zaidi, kuna habari ambazo ni za kutisha zimetufikia katika meza yetu ya habari hapa Mbeya. Ndizo hizo tunaenda kuchanganua kwa undani. Kuna habari kuhusu rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, na hizi habari zinamaanisha nini? Kuna mzee mmoja kutoka eneo la Gairo mkoani Morogoro aliamua kumuua rais wa sasa katika taifa letu la Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kwa kuchapisha habari hizo kwa bango ambacho kilikuwa kimeandikwa, Rais Samia Suluhu Hassan akafa na kile ambacho alikuwa anazungumza ni kwamba alidai Samia hayupo, ila tu ni mizimu. Habari hizi ziliweza kusambazwa katika mitandao ya kijamii na mwanaharakati mmoja katika taifa letu la Tanzania ambaye anaitwa Hilda Newton Chadema, akaziweka kwa mtandao huku akisema kwamba leo mzee huyu ametembea na bango huku Gairo mkoa wa Morogoro. Anadai ameoteshwa na Mungu kwamba idi amini mama amekufa na anaonekana anayeonekana ni mizimu. Huyu mzee kuna bango hilo ambalo ako nalo vile unavyotazama limeandikwa Rais Samia Suluhu Hassan kafa, na anadai kwamba aliweza kuoteshwa na Mungu na yule ambaye tunamwona sasa hivi ni mizimu, ila tu sio Rais Samia Suluhu Hassan. Taifa letu la Tanzania liko na mengi, hata wakati tunaamka tunashindwa cha kusema. Baada ya kushitukia habari kama hizi. Naomba tu tukaweze kuangalia kwa undani ni kipi hiki kinaendelea katika taifa hili letu la Tanzania na hizi habari zinamaanisha nini. Vile tunaangalia kisiasa habari hizi zinamaanisha kwamba uongozi wa Samia Suluhu Hassan bado haujakubalika na hautakiwi nchini Tanzania. Watanzania wengi walikuwa wanasubiri Samia aweze kwenda nyumbani katika uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana, lakini wale ambao wangempeleka nyumbani waliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais akiwemo Tundu Lissu wa Chadema ambaye aliweza kuwekelewa kesi ya uhaini ambayo haipo ili kushitakiwa na amekaa gerezani kwa zaidi ya miezi tisa. Na kiongozi mwingine alikuwa na umaarufu mkubwa ni Mpina wa ACT Wazalendo, naye alizuiliwa kuwania kiti cha urais. Baada ya viongozi hawa wawili kuzuiliwa Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa kwa debe kama kiongozi maarufu tena zaidi, na baadaye tuliweza kuona tume ya uchaguzi ikimtangaza kufuatia maelewano yao, kwa sababu uchaguzi haukufanyika vile, kwa sababu siku ile ya uchaguzi tuliona watu wakiandamana katika mikoa, mitaa, miji mbalimbali mbali, wakisema hatutaki Suluhu Hassan Mitandao ikazimwa, internet haikuwa inafanya kazi, jeshi la polisi likachukua hatua vile, inadaiwa kuwaua watanzania wengi tena zaidi, ingawa kufikia sasa idadi kamili haijatolewa na serikali na iwezi kutoa kwa sababu wamekimya kuthibitisha mauaji hayo baada ya CNN kuonyesha kilichoendelea, kuagiza baada ya mitandao kuzimwa. Sasa habari kama hizi ambazo zinadai mtu ameoteshwa kwamba Samia Suluhu Hassan alikufa ni ishara kwamba uongozi wake hautambuliki, uongozi wake hauwezi kukubalika katika taifa la Tanzania, ila tu ni mbinu inatafutwa ya kumnyamazisha, kuendelea na utekaji nyara, kamata kamata ambazo zinaendelea katika taifa la Tanzania hata vile tunaenda hewani, habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari ni wazi kwamba kamatakamata hizi hazina msingi wowote, na yule ambaye aliweza kukamatwa hivi majuzi kutoka eneo ninapopeperushia matangazo haya, ambaye anaitwa Eclemens Mwandambo, tunaambiwa ya kwamba ameachiliwa huru leo katika kituo cha polisi cha Ng'ombe jijini Dar es Salaam baada ya kushikiliwa kwa muda mrefu tangu alipokamatwa tarehe 29 mwezi wa Disemba mwaka uliopita mkoani Mbeya. Hapa Mwandambo alikamatwa mbele ya hapa, hapa penye tupo sasa hivi na baadaye kusafirishwa hadi Dar es Salaam kwa ajili ya hatua za kisheria ambapo Jumamosi ya tarehe kumi Januari amepata dhamana kwa mujibu wa taratibu za sheria. Akithibitisha tukio hilo, mdogo wake Mwandambo Thadeo Mwandambo amesema akuwa yeye ndiye aliyedhamini ndugu yake na kueleza kuwa mara baada ya kuachiwa Clemens Mwandambo ameungana na familia yake iliyopo jijini Dar es Salaam. Na itakumbukwa kuwa hapo awali mawakili wa Mwandambo walikuwa wamefungua shauri mahakamani wakidai mteja wao aachiwe kwa dhamana au aachiwe huru wakisisitiza haki zake za kikatiba na kisheria. Sasa mambo kama haya ya kamata kamata ndiyo yanasababisha wengi kutomtambua Samia Suluhu Hassan na kuanza kudai kwamba ameaga dunia kama njia moja ya kuonyesha vile watu hawampendi Samia Suluhu Hassan tuliona Suluhu Hassan yeye mwenyewe akijisifia kwamba hakuna kijana katika taifa hili la Tanzania ataenda barabarani kuandamana kwa sababu ya utulivu umechukua hatua kali na unaendelea kukita mizizi. Lakini Waswahili waliweza kusema ya kwamba atafutaye hachoki akichoka ashapata. Gen Z na Watanzania wazalendo wale ambao waliandamana walichokuwa wanakitafuta wakikipata hawawezi kuendelea kuandamana, kwa hivyo usifurahie kabla, tusubiri tu tuone vile uongozi unaenda. Baada tuliona waziri mmoja ambaye alikuwa anazungumzia askari katika taifa letu la Tanzania ambaye alikuwa katika wizara ya ndani ambaye anaitwa Simbachawene alizungumzia mambo ya haki, akakataa mambo ya ukamataji wa watu kiholela nchini Tanzania. Baada ya kuhudumu kama waziri katika serikali ya Samia Suluhu Hassan siku hamsini na mbili, Samia Suluhu Hassan aliamua kumwondoa katika baraza la mawaziri kwa sababu ya kusimama kwa haki. Tanzania ni yetu na sisi ndio wa Tanzania na tutazidi kuijenga pasipo surutishwa. Ni kipi ambacho tunastahili kukifanya? Kwa sababu kuna sheria na haki zetu lazima ziendelee kufuatiliwa. Kufikia hapo, sina lingine la kuongeza, ila tu kutamatisha kanda hii. Lakini kabla nitoke, naomba uchukue sekunde moja, kama hauja subscribe uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Asanteni sana.